Bukukala, sana nakupongeza, wakati wa mume wangu mbili imepata mbunge imepata, yeah. <coughs> <coughs> mbunge mzuri, mbunge hodari, mbunge mtapa kazi, ndugu zangu mi nimekaa unge najua, najua kazi ya ubunge na kujua kazi ya ubunge. Msikilizeni msukuma, msukuma sema, mara nyingi wabunge wengi wakistaafu pale, wakimaliza ubunge wao, niangalieni nao wabunge walikwepo wamefanya kazi ya bunge wamemaliza kwa masikini. Kazi, si kazi wa... Oka... <coughs> <Nani> ya ubunge si mchezo kuzama. Kazi ya bunge hapa sio chuo cha mafunzo. Oka ni kiongozi mzuri. Naweza kusema na uwezo. Atawavusha mwaka 2025 na 30. Nani majimbo yote ya kuimbia? wajimbo Una leo unakwenda, hakuna maendeleo zima, ajiangalia yeye yeye, anashindwa kujiangalia mwenyewe, mgezo mdogo, anashindwa anashindwa kujiangalia jimbo, anashindwa kuwasaidia wananchi. Koka amesaidia jimbo, amejisaidia chama, amejenga, amejenga ofisi ya chama, amejenga tamak

na milioni sita pointi nane saba ilitumika kukarabati si hospitali yetu ya Tumbi ambayo leo hospitali ya rufaa na vifaa muhimu vyote vimewekwa, ni pamoja na jengo la emergency liko vizuri. Tutakwenda haraka haraka, dai utasoma mwenyewe. Elimu ya msingi, ukurasa wa 25 shule mpya tisa za msingi zimejengwa jumla ya bilioni mbili saba ikiwemo Muheza, Mkoleni, majina Negereni, soko Amani, kanisa saini na Kakula wale wanafunzi wenye mahitaji maalum kwa ajili ya shule ya msingi lilijengwa kwa milioni mia moja sitini na tano. Kuboresha elimu kwa namna hiyo, walimu wameongezeka kutoka mia saba hadi elfu moja sitini na tano. Nyumba za walimu sita imejengwa il aa rzuku na maliu kwa maana ya elimu ya msingi ilikuwa division tatu. Elimu ya sekondari kwenye ukurasa huo wa shina tano, tumeendelea kufaulu wanafunzi kuongezeka paka6 ta miundombinu miati imejengwa madarasa yaliongezeka kutoka mia moja kumi na tano hadi mia tatu kumi na nane ndiyo maana jene viongozi wa kitaifa kalikoheteva Mleteni Koka, sio mimi. Wao walikuwa wanasema jana what, kwa sababu wanajua, na Mheshimiwa Spika anajua lile mbele gani. Mbunge wenu anajua kufanya lobby, kama anapenda lobby za biashara, atashinda lobby za biashara bwana. Kuna mpeleka mtu pale, ni miaka yote mitano anatendeleka ajili na afikie nani au mia? Kwa hiyo nifanye na hospitali ya wilaya na niwaulize, nenda katika wilaya Tanzania nzima uniambie ni wilaya zinga zina hospitali mbili na wilaya wilaya, hata ukienda Dar es Salaam Kinondoni kuna hospitali moja ya wilaya. Wilaya anakotoka mheshimiwa kuna hospitali moja ya wilaya. Kibaha Mjini ni wilaya ndogo, wakati ya kijini zaamita wakazi milioni paka dini milioni moja na aasidai moja. Sisi wilaya hii oidaii paka kiongozi aliyejiimarisha kiuchumi ili atoe sehemu ya mali zake ili kuwasaidia watu wake. Koka anafanya haya katika wilaya Kibaha Mjini, wako watu wamepewa huduma ya kubadilishiwa mambo ya sigo, mambo ya nini, kusafisha damu. Nataka mtu huyu afanye nini? Uh... sasa wakati mwingine vijana tukisema ukweli huu vijana tukisema ukweli huu watu wanakulaumu, wanasema vijana hawana nidhamu, hawana adabu gwenyenioolienikiko vijana wa CCM muongeni mkono mheshimiwa Koka. Yaani uh... yani mpaka mimi nataka azungumza, siongei kwa bahati mbaya Kweli. Uh... Tutakuunga mkono mheshimiwa wa Koka, umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi, kwa wivu mkubwa, tutakulinda tutakutetea na